Gavana wa kaunti ya Embu ambaye pia ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha UDA Cecily Mbarire amewaonya vikali viongozi wa chama cha UDA na baadhi ya viongozi serikalini dhidi ya kumhujumu kisiasa. Gavana Mbarire ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho cha UDA anasema hata nyamaza tena, huku baadhi ya watu wakijaribu kumhujumu, akidai kuwa mikutano ya faragha inafanywa na viongozi wa kaunti ya Embu kwa lengo la kumhangaisha kisiasa. Kauli yake imejiri siku chache tu baad fanya ziara mjini Embu na kukutana na wafanyabiashara na wakazi. Ziara hiyo imezua minung'uno kuhusu mvutano unaoendelea katika uongozi wa chama cha UDA.